Alkaaba ilipo pale ndio katikati mwa dunia, lakini juu yake pana nini? Juu ya, ya alkaaba ni Baitul Izza. Baitul Izza ni msikiti wa malaika, na kila siku katika Baitul Izza, kila siku panapochomoza jua wanatufu malaika elfu sabini watara lmalaikata hafina min hauli larshi. Hii aya hii yawahusisha malaika wote walokuwa kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu, lakini hii ya tawafu ya baiti al-Izza, ulama walipoitafsiri aya hii, wakaweka na faida fawaid min al-malaika alladhina yatufuna fi baiti al-Izza. Hata ukisoma katika tibiani ya ulumi al-Qur'an na ukasoma al-itqani ya Imam Suyuti, wakieleza Qur'an iliteremshwa miteremsho mitatu. Mteremsho wa kwanza kwa Mwenyezi Mungu kuja katika Lauhul Mahfuz, mteremsho wa pili kutoka katika Lauhul Mahfuz kuja katika Baitul Izza, na mteremsho wa tatu ni kutoka katika Baitul Izza kuja duniani. Jibril alikuwa akiichukua Qur'ani kutoka katika Baitul Izza kuja duniani, na hapo kutoka katika Lauhul Mahfuz kuja katika Baitul Izza ndio ilikuwa usiku wa Lailatul Qadr. Na katika kutoka katika Baitil Izza kuja duniani ilikuwa ni Ramadhani kumi na saba. Kwa hiyo hali ya kuwa ni siku za mafundisho yaliyoko katika vitabu vya Ulumul Qurani. Sasa Baitil Izza, malaika elfu sabini wanatufu, na ndiyo tawafu ya malaika mbinguni. Na ulama wanasema wakishaingia wale elfu sabini wale hawarudi mpaka kiamu. Kila siku elfu sabini wanatoka wanaondoka